Afya ya akili wameitaka serikali kuipa kipaumbele afya ya akili wakilalamikia huduma duni za afya kwa wagonjwa na ukosefu wa fedha katika sekta hiyo. Wamesisitiza umuhimu wa afya ya kiakili kwa maendeleo ya mtu binafsi na jamii kwa ujumla, wakiwataka wenye matatizo ya akili kujitokeza kupata huduma za afya na mawaidha. James Mwangi na taarifa ile kwenye makala yetu ya Undugu Afya. Afya ya akili ni hali ya ustawi wa kiakili na hisia unaomwezesha mtu kukabiliana na changamoto za kila siku, kufanya maamuzi sahihi na kujenga mahusiano bora na wengine. Ijapokuwa afya ya akili ina umuhimu mkubwa katika maisha ya binadamu, kwa mara nyingi watu wenye matatizo ya kiakili kukumbana na unyanyapaa katika jamii pamoja na ukosefu wa huduma bora za afya. Serikali haijapatia kipaumbele uh, afya ya akili ama mental health. Sasa watu wamekuwa wanaumia, wanateseka, wajui wafanye nini kwa sababu serikali hata ukiangalia bajeti, bajeti zao za Kenya hujaisikia siku imewekwa pesa ya kando imewekwa kando ya, ya afya ya akili za binadamu. Katika juhudi za kuimarisha huduma kwa wanaogua magonjwa ya kiakili wadau mbalimbali wamejitokeza na kuitaka serikali kuwekeza zaidi katika sekta hiyo, wakilalamikia huduma duni pamoja na kutelekezwa kwa wagonjwa. Hilo chanzo kikubwa cha watu kuumia, kupigana, kufa, kuibiana kwa sababu ya msongo wa mawazo. So tumekuja kuambia serikali kitu ya kwanza, wa make sure budget ya Kenya hiyo imepewa kipaumbele sana kwa sababu kuna mambo mengi yanasumbua afya ya akili ya binadamu. Kwanza kuna wale ambao waweza kuwa tu ukosefu wa pesa e; pili umesoma na hauna kazi. Kulingana na mwanaharakati Christine Kabuya, wengi wa wagonjwa hasa wanaume wamesalia kimya kutokana na unyanyapaa katika jamii akiwataka kujitokeza kutafuta huduma za matibabu na kupata mawaidha. Uh, wanaume wanaongoza katika suicidal thoughts na pia vile vile mental illness pia utapata wengi sana ni wanaume. Tafadhali, mwito wangu ni kwamba before you are a man, you are first a human being. It's okay to cry, it's okay to share, and it's okay to not being okay. It's important. Important tuweze ku seek services ambazo zinaweza kusaidia akili zetu. Uh, katika huu mkutano tumepata kuwa kuna madaktari wanaitwa doctors uh, beyond borders, I think, something like that without borders, wana offer services kwa children from 10 years to 24 years free of charge eh, on three government facilities. Zaidi ya watu bilioni moja duniani wanaaminika kuwa na matatizo ya kiakili, mashirika mbalimbali yakiendelea kujitahidi kuimarisha huduma, kuweka mazingira salama kwa waathiriwa pamoja na kuvunja kimya kinachowazuia wengi kutafuta msaada. James Mwangi, makala ya Undugu Afya.